Kitabu cha Yudithi sura ya kwanza na ya pili. Ndio kanisa la Mungu, tumsifu ni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa, nawakaribisha katika kipindi chetu cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro. Tunasonga mbele na vitabu vya Deuterokanoni na kwa sasa tuko kwenye kitabu cha Yudithi. Wapendwa, karibuni mno, unaweza pia ukafuatilia vipindi hivi kwa njia ya YouTube pamoja na Facebook mahala popote ulipo, kwa kutembelea chaneli zetu. Kwa upande wa YouTube inafahamika kwa jina la Jerusalem Family TV dot Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, na upande wa Facebook pia ni hivyo hivyo Jerusalem Family TV dot Mwalimu Petro Mazwile, ambapo upande wa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook usisahau kufollow, itakupa nafasi ya kuendelea kuvisoma hivi vitabu kila wakati.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 posoma neno lako liweze kutuingia na kuzaa matunda katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme Amen. Karibuni sana wapendwa, moja kwa moja tuungane, tuanze rasmi usomaji. Kumbuka ni Yudithi sura sura ya ya ya kwanza kwanza na ya pili. Kitabu cha Yudithi sura ya kwanza. Katika mwaka wa tenashara wa utawala wake Nebukadreza aliyewamiliki wa Ashuri katika ule mji mkubwa Ninawi, alifanya vita na mfalme Afaksadi katika uwanda mkubwa ulioko mpakani mwa Regai. Siku zile Afaksadi alikuwa akiwamiliki wa Medi katika Ekbatana, ndiye aliyeujenga ukuta huko Ekbatana na kando kando yake na mawe yaliyochongwa yenye upana wa dhiraa tatu na urefu wa dhiraa sita. Akafanya kimo cha ukuta dhiraa sabini na upana wake dhiraa hamsini. Akafanya minara penye milango yake, kimo chake dhiraa mia na upana wake misingini dhiraa arobaini, na kuitokea majeshi yake makubwa na vikosi vya askari zake. Wote waliokaa milimani walimwendea Nebukadreza, nao waliokaa kando ya mito Frati na Tigri na Idaspe na katika uwanda wa Rioko, mfalme wa Waalemi na kabila nyingi za Bani Chelodi walikusanyika kwenye vita. Ndipo Nebukadreza mfalme wa Washuri alipeleka ujumbe kwa watu waliokaa Uajemi na kwa wote waliokaa upande wa magharibi na kwao waliokaa Kilikia na Dameski na Libano na Antilibano na kwa wote waliokaa pwani ya bahari na kwa watu wa mataifa wa Karmeli na Gileadi na kwa Galilaya ya juu na utawala mkubwa wa Esdaroni na kwa wote waliokuwako Samaria na katika miji yake na ng'ambo ya Yordani mpaka Yerusalemu na Bat na Betane na Chelusi na Kadeshi na mto wa Misri na Tapanesi na Ramesesi na nchi yote ya Gosheni hata kufika juu ya Tanisi na Nofu na kwa wote wakaao Misri hadi kwenye mipaka ya Ethiopia. Lakini wote waliokaa katika nchi hii yote walidharau amri ya Nebukadreza mfalme wa Washuri na kwa kuwa hawakumwogopa, ila alionekana machoni pao kama mtu tu, wakawarudisha wajumbe wake bila kuwasikiliza waka, wakawatia aibu. Basi Nebukadreza akaghadhabikia nchi hiyo yote, akaapa kwa kiti chake cha enzi na kwa milki yake ya kwamba hakika atajilipizia kisasi juu ya milki zote za Kilikia na Dameski na Shamu na kuua kwa upanga wenyeji wote wa nchi ya Moabu na Bani Amoni na Yuda yote na kwa wote waliokuwako Misri hata kufikia mipaka ya bahari mbili. Akaleta vita, akayapanga majeshi yake juu ya mfalme ya Afaksadi katika mwaka wa kumi na saba. Akashinda vitani, akawakimbiza majeshi yote ya Afaksadi na wapandao farasi wake wote na magari yake. Akajitwalia miji yake, akafika mpaka Ekbatana, akaitoa minara yake, akaziharibu njia zake, akageuza uzuri wake kuwa aibu. Akamtoa Akafaksadi katika milima ya Ragae, akamchoma kwa mishale yake, akamwangamiza kabisa hata leo akarudi na mateka yake Ninawi, yeye na jeshi lake lote la mataifa mbalimbali, mkutano mkubwa sana wa wote wa vita wa watu wa vita. Na huko akastarehe na kula karamu, yeye na jeshi lake lote, muda wa siku mia na ishirini. Sura ya pili Ikawa katika mwaka wa kumi na nane siku ya ishirini na mbili ya mwezi wa kwanza, kulikuwa na mashauri katika nyumba ya Nebukadreza mfalme wa Waashuri kwamba ajilipize kisasi juu ya nchi yote kama alivyosema. Akawaita watumishi wake wote na wakuu wake wote, akawaeleza azimio lake la siri, akakata shauri kwa kinywa chake mwenyewe kuitesa nchi yote. Wakakusudia kuwaharibu wenye mwili wote wasiolifuata neno la kinywa chake. Ikawa alipokuwa ameyamaliza mashauri yake, Nebukadreza alimwita Holofeni, jemedari mkuu wa majeshi yake, wa pili baada yake yeye, akamwambia: mfalme mkuu bwana wa dunia yote asema hivi tazama utaondoka kwangu na kujitwalia watu wenye nguvu na ujasiri, askari wa miguu hata mia na ishirini elfu, na hesabu ya farasi na wa wapandao wa, wa tenashara elfu, naye mtatoka kupigana na nchi yote ya magharibi kwa sababu hawakulitii neno la kinywa changu, nawe utawaonya kwamba waweke tayari ardhi na maji, kwa kuwa nitawatokea katika asira yangu, na kufunika uso wote wa ardhi kwa miguu ya majeshi yangu, na kuwafanya mateka kwao, na na maiti zao zitajaza maba na mauti zao, maiti zao zitajaza mabonde yao na vijito, na mto utajawa wafu hao, hata ufurike nami na nitawachukua mateka hata miisho yote ya dunia. Lakini wewe utatangulia na kunitwalia mipaka yao yote, na watajitoa kwako, nawe utawaweka hata siku nitakayokuja kuwahukumu. Bali habari za wale waliotii, jicho lako halitawahurumia, ila utawatoa kuwaua na kuangamiza katika nchi yote. Maana kama niishivyo na kwa uwezo wa milki yangu nimenena nami nitayatekeleza hayo kwa mkono wangu. Basi usiasi amri yoyote ya bwana wako, bali uzitimilize sawasawa sawa kama nilivyokuamuru, wala usita wala usikawie naye. Na Holofene alitoka mbele ya uso wa bwana wake. Akaitoa, akawaita wakuu wote wa majemadari na maakida wa jeshi la Ashuru akahesabu watu hodari wa vita kama bwana wake alivyomwamuru hata mia na ishirini elfu na wapiga mishale na farasi dhao tena shara elfu. Akawap, akawapanga kama mkutano mkubwa upangavyo kwa vita akachukua ngamia na punda na nyumbu kwa mizigo yao wengi mno, na kondoo na ng'ombe na mbuzi bila idadi, kwa chakula cha njiani na akiba kubwa ya chakula kwa kila mtu, na dhahabu na fedha nyingi sana kutoka katika nyumba ya mfalme. Akatoka yeye na jeshi lake lote, akashika njia kwenda kujio kujionyesha kwa mfalme Nebukadreza, na kuufunika uso wote wa ardhi upande wa magharibi kwa magari yao na wapanda farasi na askari wateule wa miguu. Kwa watu wengi na mataifa kadha wa kadha walifuatana nao kama nzige na kama mchanga wa ardhi, yaani hawakuhesabika kwa sababu ya wingi wao. Wakatoka Ninawi safari ya siku tatu kuendea uwanda wa Bektilethi na kutoka Bektilethi, walipiga kambi karibu na na milima upande wa kushoto wa Kilikia ya juu. Akalichukua jeshi lake lote, askari wa miguu na wa farasi na magari, akatoka huko akaenda nchi ya Milimani, akaharibu putu la Ludu. Akaangamiza Bani Rasesi wote na Bani Ishmaeli, ambao walikataa, walikaa karibu na nyika upande wa kusini wa Bani wa nchi ya Wacheli. Akauvuka mto Frati, akapiga Mesopotamia, akaiharibu miji yote ya juu iliyokuwa kando ya mto Abonani hata ufike baharini. Akajichukulia nchi ya Kilikia akawaua watu waliompinga. Akafika kwenye mipaka ya Yafethi upande wa kusini karibu na Arabuni akawazunguka Bani Midiani pande zote, akachoma moto mahema yao na kuyateka mazizi ya kondoo. Akaushuka, akaushukia uwanda wa Dameski, wakati wa mavuno ya ngano. Akayatia moto mashamba yao yote, akayaharibu kabisa makundi yao, akaiteka miji yao na kuwacha uwanda wao ukiwa, akawaua vijana wote wa, vijana wao wote kwa upanga. Basi kwa ajili yake, hofu ya woga aliwanga aliwaangukia wote wote waliokaa pwani ya bahari. Nao waliokuwako Sidoni na Tiro na Tiro na waliokaa katika Suru na Osina na watu waliokaa katika Azota na Ashkeloni wakamwogopa mno.